Ninakualika Bwana kwa masaa haya. Kwa masaa haya, kwa majira haya, kwa majira haya, chili ya nguvu zako, chili ya uwepo wako wako, chili ya neema yako, naomba rehema. Naomba rehema. Naomba rehema, naomba toba, naomba toba. Sikustahili, sikustahili hata kuishi, hata kuishi. Ilo umenistahilisha, umenipa neema ya pekee. Roho Mtakatifu, naomba unitakase, nipokee. Naomba unitakase. Nipokee, nipokee. Sema na mimi, sema na mimi, nijaze nguvu damu ya Yesu, Yesu. Inayonena mema iendelee na kunena, kunena mema kila zuio niliyowekewa isiwepo tena, tena. Nipe nguvu ya kushinda ili zuio la kuzima lisisimame Lisi jioni ya leo, leo. Natarajia kutana na uwepo wako uzima, uzima, uponyaji, upenyo kila kinachonisumbua nimeleta madhabahu, ambapo naamini kuna suluhisho hapa. Naomba idara ya mbinguni, mbinguni, washuke waingilie tatizo langu, tatizo la, ta la, ta la ndoa, tatizo la afya, tatizo la, ta la familia, tatizo la kazi, tatizo la, ta la uchumi, tatizo lolote la lalo nisumbua, nimeleta hapa, naomba suluhisho litoke kwako. Asante, niko tayari kunyamaza kimya, kimya, nikusikilize wewe unachosema. Amen. Amen. Na kichwa cha somo kinasema omba nguvu ya kustawi katika maisha ya hapa duniani mpaka na huko mbinguni. Hebu sema, ninaomba Mungu anipe maisha ya kustawi hapa duniani na huko mbinguni. Omba Mungu akupe maisha ya kustawi hapa duniani na huko mbinguni. Kwa sababu mara tu unapotambua au unapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kitu kinachofanyika ndani yako, namba moja unazaliwa. Na unazaliwa wapi? Unazaliwa kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ingawa uko duniani, lakini wewe ni raia wa mbingu au nchi mbili. Namba moja ni raia wa dunia, lakini ni raia pia wa mbinguni. Baada ya kutembea kwenye ulimwengu huu, kuna ulimwengu mwingine ambaye tutaishi. Mtu huwa hafi, kinachokufa ni mwili tu, tunauzika kwenye udongo, lakini roho yake, mtu mwenyewe, kama mtu ndani kwa ndani, huwa anarudi kwa Mungu muumba. Sasa nataka nikuambie leo, na tutafanya maombi, maombi ya kustawi ukiwa hapa duniani stawi kama babaka anavyostawi. Ishi kama Mungu anavyoishi. Shinda kama Mungu anavyoshinda. Angamiza maadui kama Mungu wako alivyo, na nguvu kama Mungu wako ana nguvu, huena uhakika maadui zako wote watateketea. Hautawaona tena, utawatafuta, utamwona hata moja. Nataka nitabiri kinabii, kuna nguvu itapita leo, lazima utastawi. Hebu sema nitastawi kwa jina la Yesu. Na wakati Mungu anasema utastawi. Huwa Mungu anasema nao wakati ukiwa kwenye pito, pito lisikutishe. Kitu kinachotakiwa kwako wewe uamini tu kwamba aliyeniita niliyemwamini kwa sababu anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kama mimi ni mtoto wa Mungu, nina uhakika hiv itakaa, nina uhakika presha itanishinda, nina uhakika wacheu hawatanishinda, nina uhakika hata wakifanya vikao sitakufa, maana mimi ni raia wa mbinguni na walionituma duniani wataishikilia roho yangu. Lazima nitashinda. Naongea na mtu mmoja ambaye lazima atashinda. Hebu sema, lazima nitashinda vitu unaomba bado hujapokea, amini utastawi. Sema nitastawi. Sema kwa sauti, sema nitastawi. Nguvu ya kustawi. Watu wanahitaji kustawi. Kila mtu aliyezaliwa mara yapili, ya pili na yuko ndani ya Kristo Yesu anahitaji roho ya kustawi, kama ambavyo Watu ambao wanatumia nguvu za ushirikina, watu ambao wanamtumikia shetani kwa namna nyingi, kwa sababu shetani nayo anaabudiwa. Na shetani pia anahitaji watu wake wa mwabudu. Tena wanamwabudu zaidi na zaidi. Ndio maana huwa Mungu anaona wivu sana. Watu ambao wanamwamini bado wanaenda kwa waganga, bado wanahila, bado wanafanya vitu vya ajabu. Lakini shetani lengo lake la hata watu kutumika kwa njia ya Freemason, kwa njia ya kichawi, lengo la shetani kutoa vile vitu, huwa shetani atoi vitu buri, anatoa lengo, anachotafuta watu wa mwabudu. Sa Mungu wetu alituumba tumwabudu na kama utamtumikia Mungu lazima unayemtumikia atakustawisha. Kwa nini ustawi? Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Sema amen, sema amen. Yesu anahitaji tustawi kiroho na kimwili, na kustawi ni kuwa hai, na uhai wenyewe si wa jina tu, kwani unaweza kuwa hai lakini kimwili lakini una maisha yaliyosinyaa. Inaposema kustawi, sina maana kwamba hauishi. Unaweza ukawa unaishi, lakini maisha yako yamesinyaa. Inachomaanisha hapa utastawi kiroho na kimwili. Paulo anasema ufanikiwe kama roho yako inavyofanikiwa. Mtu akikaa katika neno la Mungu akatulia kwenye uwepo wa Mungu, uwe na uhakika, sio kwamba roho yake tu ndio itastawi, hata mwilini kutastawi. Si nasikika kwale mahali hapa? Maana yake vya mwilini vinaletwa na rohoni. Mwili roho yako ikistawi katika Mungu, uwe na uhakika mwilini pia utastawi. Sema basi amina. Usi mwenzako mwambie, ukitaka kustawi kimwili, kitu cha kwanza stawi rohoni. Hauwezi ukafanikiwa rohoni usifanikiwe kimwili. Na leo kuna nguvu itakuja rohoni, italeta matunda kimwili. Sema ime. Uko tayari kumwona Mungu akikustawisha? Uko tayari kumwona Mungu akikustawisha? Msema nakataa maisha ya kusinyaa. Sema kwa, sema nakataa maisha ya kusinyaa Sema nakataa maisha ya kusinyaa. Hebu kataa kusinyaa. Shawahi kuona zile mboga mnafu zikikuwa mahali, alafu kuna saa jua linapiga, unakuta zimelala hivi, zimesinyaa. Wanasema zimefanyaje? Zimesinyaa. Sa kuna watu maisha yenu yamesinyaa, yapo yapo tu. Lakini zile mboga ukichukua maji ukaipiga, utaikuta kesho inanawiri hivi hata kama jua limewaka. Nataka niite nguvu za Roho Mtakatifu. Utasitawi katikati ya vita, utasitawi katikati ya vita, utastawi katikati ya changamoto, utastawi katikati ya vikao na maneno, utastawi katikati ya kukataliwa, utasitawi katikati ya madeni, utastawi <coughs> Tazama tunda, yamkini kuna vitu vimekulegeza, yamkini jua limekupiga na ukame kwenye maisha yako, lakini nataka nikwambie, ukimwaga maji kwenye majani yaliyolegea, yaliyosinyaa utakuta yananawiri. Nataka niseme kuna nguvu itashuka hapa leo, na zile nguvu zikishuka, utashangaa unanyanyuka tena kwa uchangamfu, utashangaa unaviendea vitu ambavyo vilishindikana. Tashangaa umeinavishwa umeinavishwa, nafsi mpaka inainama, ni machozi ndani, lakini nataka nikuambia, futa machozi, anza kumwamini Mungu. Anazongufu kuliko maadui, anazongufu kuliko mapito. Sema amen wangapo, wanasema nitastawi leo, sema nitastawi leo. <laughs> Kwenye kitabu kile cha Isaya Mungu alikuwa anaongea na, na, na kanisa Yerusalemu lakini anataja pia watu waliookoka. Kitabu kile cha Isaya mstari mlango wa 65 mstari wa 17, kama kuna mtu amepata, anaweza akanisomea kitabu kile cha Isaya mlango wa 65 mstari wa 17. Anasema hivi, tazama naumba mambo mapya mbinguni mbingu, na mbingu mpya na nchi mpya. Kwa nini yayaumbe mambo mapya. La kwanza, lazima kuna sehemu, kuna vitu vimeharibika. Na Mungu akiachilia roho ya umbaji tena ndani ya mtu, kila kitu kina change, kinainuka. Anasema tazama, naumba kitu kipya, naumba mambo mapya, naumba mbingu mpya na, na nchi mpya. Hapa haikuwa mbinguni, Mungu alikuwa anaongea na dunia, alikuwa anaongea na kanisa. Kwa nini anasema naumba mambo mapya? Maana yake yameharibika. Anaposema nitaumba maanake, kuna watu wameshaharibiwa, maanake, kuna maisha yameharibiwa Nasema nitaumba, nataka nitamke, kuna vitu vimeharibika kwako, lakini Mungu amenituma nikwambie atayaumba tena. Vile vilivyoharibika vitakuwa salama. Ile familia iliyoharibiwa itakuwa salama. Ile biashara iliyoharibiwa itakuwa salama. Afya iliyoharibiwa itakuwa salama. Si kama naongea na watu watatu walioleta suluhisho hapa, walioleta matatizo hapa, ili Bwana wa utukufu aweze kufinyanga, kuviumba kwa upya. Anasema, tazama na yaumba mambo mapya mbingu mpya na nchi mpya. Mwangalie mwenzako, umwambie kuna kitu Mungu anakwenda kuumba kwako. Sema kwa sauti, mwambie kuna kitu Mungu anakwenda kuumba kwako. Na Mungu akisema anaumba, uwe na uhakika ataumba. Sema basi amina kama unanielewa. Kuna watu mko hapa, Mungu ataumba vitu mpaka watu waliowakatia tamaa watashangaa, watasema hivi ni Meri? Hivi ni Eliza? Ataambiwa ni yeye. Kitu gani kimetokea? Ataambiwa Bwana ameumba maisha mapya. Bwana amemumba huyo kijana, amekuwa kipya. Bwana ameumba hiyo ndoa, sio ile ndoa mnaifahamu. Kuna watu watatu, Mungu ataumba maisha mapya, mbingu mpya na nchi mpya. Kuna kitu Bwana atafanya, mtu mmoja aseme amen. ogope vitu vikiharibika, mungu ataumba, Mungu atatengeneza tena vilivyoharibika, yeye anavifinyanga tena. Sema basi amina, sema basi amina. Kwa hiyo anaposema nitaumba kitu kipya, maanake, Mungu akiumba kitu kipya kwenye maisha yako, una uhakika kila kitu kina change. mbele sio rafiki yako, sio jirani yako sio mke mwenzake ambaye anaweza akakupa chumvi asubuhi, jioni anakutangaza. Sio shemeji yako ambaye akiona unafuga kuku anapiga na kelele, sio jirani, sio nani. Huyu ninaye mhubiri ndio aliyekuumba akaruhusu uje duniani akaweka kitu ndani, akisema jambo amesema. Akisema jambo, wachoo watajua, kuzimu itajua, mizimu watajua, wanafiki watajua. Kuna watu watatu, mbingu itasema kitu, mbingu itasema kitu kwenye maisha yao ampenda huyu Mungu, afanye kikao na wanafiki haendi kilabuni kunywa pombe, aseme na wanaokusema. We cha kufanya kipindi cha maneno, nyamaza kimya, wapo waseme kwa, kwa sababu si wana midomo wana midomo. Alafu wape muda, kama tu jeneza linasema. Hujawahi kuenda kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye msiba? Mko mbele ya jeneza unashangaa, mtu anakuambia hivi marehemu amepigwa amepigwaaaeem, wanamsema marehemu alikuwa anafanya, wanamsema marehemu hapa hapo, na marehemu asikii, kama tu wanamsema marehemu. Licha ya wewe, kwanza ukisikia unasemwa, piga makofi, sema, "Hapa mimi ni shujaa, mimi ayaya ayaya." Shujaa lazima asemwe bwana. Shujaa lazima apite bwana. Shujaa lazima atamkiwa vitu vibaya. Shujaa lazima apite, na ukiona shujaa anapita, elewa anaenda levo ya baraka, elewa atabaki kama alivyo. Tumoja aseme amen. Mgusa mwenzako mwambia, shujaa lazima asemwe. Mwambia, shujaa lazima apigwe. Na wakati mwingine unasemwa, yanakuja maneno yanauma, kama yani yanauma kama sijui moto, yanauma kama vile unasikia moyo unataka kutoka. Sikiliza za Bwana kisikuumize. Ukiona unaumizwa, elewa baraka imekaribia, elewa furaha imekaribia, elewa neema imekaribia. Naongea na watu watatu ambao watastawi katikati kati ya vita. Wapi wenzako, wewe ni shujaa sasa. Mungu anaposema utastawi, uweze ukastawi hivi, lazima upite kwanza, alafu uivishwe. Ukishaiva Mungu anakuambia mwanangu, na kuamini sasa, katikati kati ya vikao walivyofanya, wacha ni kuchipushe ukiona unachafuliwa ni kama mnafu unaoota katikati ya kinyesi cha ng'ombe, si unaonaga ile, ile samadi natoa harufu? Nenda kaangalia mboga zinazotoka pale, na ndio zina afya na ndio ni tamu, lakini vimetoka mahali pamenuka. Sikiliza, ukiona umenuka uelewa kuna kitu kinakucha. Ukiona umenuka elewa wewe ni chakula. Ukiona umenuka wewe ni chakula. Kila kitu unachokigusa kinagoma, ukigusa ndo inagoma, wachumba wanakugomea, sijui nani anakugomea. Ukigeuka hivi ni mikuki, ukigeuka hivi ni mishale, ukigeuka hivi ni... ah, sikiliza bwana, ujue kuna kitu unabeba hicho, ndicho kinachowapiga na kuwataabisha maadui. Kati katikati yao utastawi na kunenepa kuna jambo litatokea, katikati ya hizo vita utazaa watoto wa baraka, katikati ya hizo vita utajenga nyumba, katikati ya kati hizo vita watoto wako watapata kazi, katikati ya kati hizo vita wataandika historia mpya ya maisha yako. Kuna watu watatu Bwana anaandika historia ya maisha yao. Uza iwe chini, sema amina, mwambie mwenzako, ukiona unapita elewa, neema imekaribia. Mwangalie mwanzo kamwambia vipi, rafiki yangu, mweke mkono kwenye moyo, mwambie unayopitia yakoje yanauma, mwambie neema imekaribia, mwambie neema imekaribia. Na, na wakati unapita wanasema umetenda dhambi, wataandika kila unaloweza kusema: huyu ametenda dhambi, huyu hayuko na Mungu, hamna lolote hapa, ni kujidai, anajipira sawa, nyamaza hata Yesu walimsema, kama walimsema Yesu akasema, kama wamefanya mti mbichi, utakuaje kwa mti mkavu? Sema amen. Guse mwenzako, mwambie nitastawi mpaka <laughs> watashangaa. <laughs> Simpe Yesu makofi, kwani unaomba hayo makofi. Sema fire. Angalia mstari wa 14, anasema hivi, kabla hajaumba au kabla sijaumba, Mungu anasema, anatoa taarifa. Angalia mstari wa 18, sasa furahi kwa ajili ya hayo ni umbavyo Furahi kwa ajili ya hayo ni umbayo, yaani kabla Mungu hajaumba maisha yaliyoharibika, hajatengeneza vitu vinavyokusumbua, anatoa taarifa, anasema basi furahi basi. Kwa sababu ni kama mtu akwambie, eh, una njaa yee? Sasa mwanangu, furahi, maana dakika chache nakwenda kukupikia wali. Dakika chache nakwenda kukupa nyama. Sasa mwanangu, furahi, ulikuwa unakosa ada, dakika chache nakwenda kulipa ada. Sikiliza nikwambie, Mungu anasema, anza kufurahi wakati anasema uko kwenye matatizo, wakati anasema ndio vikao vimetanda, wakati anasema ndio maneno yameinuka wakati anasema ndio unahitaji, mpaka unasema bora kufa kuliko kuishi. Sikiliza, Mungu ametuma nikuambie, anza kufurahi, anza kucheka, anza kushangilia, anza kuona baraka, anza kutangaza wokovu, anza kusema Yesu yu hai. Rabo shaka, wakati madeni yamekuzunguka, anza kusema nimeshinda. Mungu ameniambia nikuambie, anza kufurahi. Wakati wanasema una sukari una utakufa, anza kufurahi kwamba sioni sukari, nimeshahidiwa ukombozi tele, baraka tele. Mungu anaposema nitaumba jambo jipya, halafu mstari wa 18 nasema kwamba sasa furahi.